Wa West TV. Wajambo na uharigani, mtazamaji wa West TV unayetufuatilia popote pale ulipo, nikukaribisha tena siku nyingine, tupate uchambuzi, tupate kudodosa, tupate kudadisi yale yaliyoandikwa katika magazeti siku hii ya leo, habari za michezo kitaifa na habari za michezo kimataifa. Na machache kati ya mengi ambayo tutakwenda kuyaangazia siku hii ya leo ni sakata la ligi kuu Tanzania bara ambalo linaendelea kati ya Dayang African Simba Sports klabu, TFF pamoja na TPLB yaani Tanzania Premier League Board, bodi ya ligi ya Tanzania. Tutakwenda kuangalia mwanzo mwisho sakata hili, nini chanzo? nini ambacho kinaendelea mpaka sasa, lakini nini msimamo wa Simba, nini msimamo wa Yanga, nini msimamo wa wenye mamlaka wa soka letu la Tanzania? Lakini pia tutakwenda kugusia madhara ya hiki ambacho kinaendelea, baada ya Simba Sports kugomea mchezo wa kali ya kodabi kutokana na sababu zao za msingi, lakini pia tutakwenda kuona namna ambavyo eh, uongozi wa Simba Sports huenda unaweza ukaathirika kutokana na hili, lakini pia msimamo wa Yanga nao na madhara ambayo eh, yatakwenda kutokea, bila kusahau kile ambacho eh, mamlaka ya soka anazungumzia Tanzania Premier League Board pamoja na, na TFF wanakifanya, je, kina athari gani au kina shime gani katika soka letu la Tanzania? Lakini pia tutakwenda kuangalia tetesi za soka na tetesi za usajili unaambiwa. Eh, Pakome bado anawindwa huko. Clement Mzizi naye sio rahisi kuendelea kusalia katika ligi yetu ya Tanzania kutokana na virabu ambavyo vinamsaka vinamtaka mpaka sasa. Tutakwenda pia kuangazia ligi ligir nchini Uingereza Manchester United, eh, ameendelea kupiga chafya huko mgonjwa ambaye alikuwa maututi baada ya kupata uh, sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Arsenal Zaganazi katika uwanja wake wa nyumbani Old Trafford lakini pia atakwenda kuona Uh, namna ambavyo uh, timu nyingine kama Chelsea, Madrid zimeendelea kujipatia ushindi huku Bayern Munich, Borussia Dortmund, Manchester City zikiendelea kupokea kipigo uh, katika wikendi iliyomalizika. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tutakuwa nayo katika dawati, meza ya uchambuzi wa magazeti siku hii ya leo. Kikubwa, kama bado haujao miongoni mwa familia yetu hii ya michezo, haujachelewa unaweza kubonyeza maandishi mekundu hapo chini aliyoandikwa neno subscribe, ili wa kwanza kupata habari zetu mbalimbali punde utakapokuwa tukizichapisha gazeti za michezo kitaifa na gazeti za michezo kimataifa. Na tutakuwa na gazeti la Majira siku hii ya leo, tutakuwa na gazeti la Habari Leo, tutakuwa na gazeti la Sports ukurasa wa ya nyuma na ukurasa wa ya mbele, tutakuwa na gazeti la eh, Mjasiriamali, tutakuwa na gazeti la Wamachinga. Eh, tutakuwa na gazeti la Jamvi la Habari. Tutakuwa na gazeti la Fikra Pevu. Tutakuwa na gazeti la Busati la Michezo. Tutakuwa na gazeti pia la Mwanaspoti ambao wao wanakuambia kata kiu ya michezo na burudani bana. Taarifa hizi za michezo siku hii ya leo, tuanze na taarifa kubwa. Wanakuambia wavaa suti na tai wanaharibu soka letu. Hilo ni jicho la mwewe kutoka kwa Edo Kumwembe bana. Naambiwa soka letu la Tanzania mpaka hapa likufikia linaharibiwa na baadhi ya watu ambao wao kazi yao ni kuvaa suti tu eee, ambao kazi yao ni kuvaa suti na kwenda ofisini huku masuala ya soka wao hawaelewi e, kitu chochote, na ndio maana soka letu limefika hapa lilipofikia. Kitendo cha Simba kugomea mechi, kitendo cha Yanga naye kugomea mechi e, ambayo itapangwa e, na bodi ya ligi, wanakwambia wao wao hawatacheza. Unaambiwa chanzo chote hicho e, ni wavaa suti ambao wanatuharibia soka letu, na sakata hili la Simba Sports kugomea mechi, lakini baadaye ya ligi kuja kutoa taarifa kwamba mechi ipo imeibiwa, tena klabu ya Yanga ambao nao wametoa um, taarifa kwa umma kwamba hawatacheza mchezo wowote ambao e, utapangwa uta na bodi ya ligi mchezo namba 184 kati ya Yanga na Simba wamesema hawatacheza kwa sababu wao wanaamini walitimiza kanuni na sheria kuelekea mchezo huo, hivyo basi wameitaka mamlaka ya soka Tanzania kutoa adhabu kwa timu ambayo haikufika uwanjani, kwa sababu wao walifika uwanjani na walitimiza matakwa ya kikanuni na kisheria. Hivyo basi eh, wanataka eh, pointi tatu lakini pia wanataka adhabu itolewe kwa Simba Sports ambaye hakufika uwanjani huku e, bodi ya ligi baada ya Simba kugomea mchezo, walikaa kikao na kukubaliana kwamba mchezo huo wataupangia siku, lakini Yanga wamekuja na tamko kwamba hawatakuja kucheza mchezo namba 184 dhidi ya Yanga wa mzunguko wa pili wa ligi kuu. Kwa hiyo ligi yetu huenda ikawa inaelekea kubaya ha, sana. Kombe la shirikisho leo Jumatatu ni Fountain Gate dhidi ya Singida United majira saa kumi kamili jioni katika uwanja wa Tanzanite kwa raha pale Manyara. Wamezingua wakongwe, wakemea vigogo eh, TFF watoa msimamo dabi bana. Unaambiwa wamezingua sana eh, wote tuseme Simba Yanga TFF pamoja na bodi ya ligi katika dabi hii ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na wapenzi na mashabiki wa soka eh, Afrika kwa ujumla, hata dunia, kutokana na dabi hii kuwa moja ya dabi kubwa eh, barani Afrika, dabi nambari nne, ukiachana na dabi ya Casablanca Maroko, eh, ya pale Maroko, ya di Casablanca ya pale Morocco, Wydad Casablanca dhidi ya Raja Casablanca. Lakini kuna dabi nyingine kubwa eh, eh, Cairo dabi kati ya uh, national, uh, Al Ahly na Zamalek. Lakini pia kuna uh, dabi pale nchini Afrika Kusini eh, ni Kaiza Chief dhidi ya Rwanda Pirates. Dabi nyingi, eh, nyingine kuwa ni Simba Sports dhidi ya Yanga Afrika. Ni wanaambiwa wamezingua uh, vibaya mno, huku mashabiki Manchester United wamsurprise Amorin bana, watu wameanza kugomea tu eh, mashabiki wameendelea kugoma tu eh, dhidi ya Amorin. Wanaona kocha huyu amekuja kuishusha daraja Manchester United, sio kuifikisha katika yao ya ahadi lakini furaha ambayo wanayo kwa sasa ni kupata sare goli moja kwa moja dhidi ya Arsenal katika mwendelezo wa ligi kuu pale nchini Uingereza. Lakini gazeti wa Machinga, habari kubwa anakuambia Simba ya uh, yaingia kambeni kuvaa TMA, kombe la CRDB FA Federation Cup, tunaambiwa Simba Sports wameshaingia e, kambini na siku ya kesho watakuwa na mchezo mkubwa mchezo mzuri wa ligi ya CRDB dhidi ya TMA. Lakini TPLB, lawama haikuepeki, yani Tanzania Premier League Board bodi ya ligi ya Tanzania unaambiwa aa lawama haikuepeki, lazima wapewe lawama sakata hili ambalo linaendelea Simba Sports kuanza kugomea mechi lakini baadaye e, kuja kuahirishwa mchezo huu lakini msimamo wa Yanga ambao wametoa kwamba hawatakuja kucheza mchezo huo, na wanahitaji mamlaka ziweze kutoa hukumu kwa Simba ambaye hakufika uwanjani, lakini Pambajiji wapata ajali wakiwafuata Kiluvya. Lakini ajali hiyo, kutokana na habari iliyotolewa na msemaji wa Pambajiji Moses William kwamba hakuna madhara makubwa ambayo wameyapata na yanaweza yakawazuia wao wasicheze mchezo dhidi ya Kiruvya. Lakini gazeti la Bosati la michezo, habari kubwa nakwambia, Yanga Simba da yetu macho yasubiriwa. Ha, marudiano bana, kwa taarifa walioitoa bodi ni kwamba e, Simba na Yanga zisubiri tarehe itakayopangwa e, kwa mchezo huo, lakini e, Dayang African kwa taarifa ambayo wameitoa kwa umma ni kwamba hawatakuja kucheza mchezo huo namba 184 lakini wanataka mamlaka za soka zijitathmini. Eh, hasa bodi ya ligi kwa sababu wao eh, wameshakosa imani nao kutokana na hiki ambacho kinaendelea eh, katika soka letu, lakini Simba wao mpaka sasa baada ya kutoa taarifa kwa umma kugomea mchezo dhidi ya Yanga hawajatoa tena taarifa kutokana na sakata hii, lakini Mzinze katika rada nzito, Bwana Clementia Mzinze wanaambiwa. E, bado wanaendelea kusakwa na vilabu mbalimbali e, huko belani Ulaya, lakini huko nchi za kiarabu e, kutokana na ubora aliyokuwa nao. Lakini gazeti la fikra pevu habari kubwa okay, ukurasa wake wa michezo nakwambia simba yanga haina kuchekeana bana wanaambiwa e, simba yanga haina kuchekeana safari hii kila mtu kala buyu gazeti la jamvi la habari habari kubwa nakwambia simba wataka soka liwe na nidhamu Simba Sports, wataka soka la Tanzania liwe na nidhamu, sio kila mtu anajichukulia, anajisemea, anajifanyia chochote kile ambacho anaweza kukifanya. Lakini wachezaji Simba na Yanga wote walitaka mchezo e, wachezaji Simba na Yanga wote walikuwa tayari na walikuwa wanautaka mchezo wa kari ya kodabi. Vilivyoendelea Yanga Sports Club mashabiki baada ya kumpoteza shabiki eh, wa Yanga aliyetoka jijini Mbeya eh, kufika jijini Dar es Salaam, lakini mchezo haukuchezwa. Naambiwa vilio vimeendelea, eh, kutanda huko eh, Young African, upande wa mashabiki. Lakini habari nyingine kubwa nakuambia, singa ah, Simba Yanga zogo tupu bado, naambiwa zogo zogo zogo, eh, limeendelea Simba na Yanga huko kila mmoja akiwa eh, na msimamo wake huku, msimamo wa Yanga mpaka sasa umetikisa mamlaka za soka, umetikisa wapenzi na mashabiki wa soka nchini Tanzania, kwamba hawatacheza mchezo, lakini pia wanataka Simba apewe adhabu. Lakini kubwa zaidi hawana, hawana imani na mamlaka za soka zilizopo, yani Tanzania Premier League Board ikiongozwa Eh, na Steven Mguto na mwenyekiti wake Almasi Kasongo. Lakini gazeti la Mjasiri ya Mari habari kubwa anakuambia Simba Yanga eh, kimeo tupu baada ya kuahirishwa dabi hiyo. Nzinze bado awindwa. Lakini gazeti la Sport eh, habari kubwa anakuambia Pacome bado anawindwa, lakini Mkola ana kitu debi ya kipekee duniani Simba Sports ipiga eh, Yanga ubaya uwelam Kizu, kigugumizi tupu eh, kwa sasa kigugumizi kwa sababu hakuna kinachoendelea, hakuna maelezo sahihi juyo hilo mzizi ngumu kubaki dayang Africa ni baada eh, ya ofa kadhaa kuendelea kutua ndani ya kikosi hicho. Ateba Kapombe waja na jambo lao. Lakini habari nyingine hapa anakwambia eh, kazi anayo Guardiola. Amechungulia kushoto na kulia, sasa ame ameamua na kuna nukuu hapa ya Guardiola anakwambia, ukizungumzia hilo ni lazima uwafikirie washindani wetu pia ambao nao e, pia wana itamani nafasi kama hii bana. Akipigwa mwendelezo cha Guardiola katika ligi kuu England unaambiwa e, ameamua kukiri kwamba msimu huu ni mbovu wa kuwahi kutokea kwake, lakini Chelsea yamuazia mengi Kounde. Gazeti leo, simba, la habari leo habari kubwa anakwambia Simba nguvu zote, kombe la CRDB Federation Cup, lakini Serengeti Girls hoi kwa Zambia. E, aucho awaomba radhi mashabiki juu ya kile ambacho kilitokea. Lakini gazeti majira anakwambia Kariakoo Derby yaondoka na mtu Benjamin Mkapa, viongozi Yanga washiriki mazishi, mashabiki waombwa radhi, Simba Yanga zaingizia hasara Azam TV Bana, haya ndiyo magazeti yaliyoandika na kusheheni habari za kimichezo siku hii ya leo, habari za michezo kitaifa na habari za michezo kimataifa. Tuandikie pia maoni yako, kama shabiki mdau na mpenzi wa soka letu la Tanzania, juu ya haya yote ambayo tumeyachambua siku hii ya leo, unafikiri suluhisho yake ni nini, na unafikiri nini juu ya yeah, kila kinachoendelea katika soka letu. Asante na nikutakia siku njema unapoendelea kuifuatilia Wa West TV.